Okay, ok, hii ni Dar Town TV. Karibu sana mpenzi mtazamaji wa Dar Town TV ok, moja kwa moja tunaelekea kwenye stopwatch wiki hii, moja kwa moja katika tukio ambalo litasimama kwa saa pale uwanja wa Benjamin Mkapa siku ya Jumapili. Vigogo wa soka Tanzania maarufu kama wekundi wa Msimbazi wanaenda kushuka katika dimba la Benjamin Mkapa wakikutana na wakali kutoka Angola, Kepdi Rwanda moja kati ya timu viburi sana katika klabu bingwa ya Afrika, na kwa taarifa yako tu kama ulikuwa ujui katika klabu bingwa ya Afrika viburi au kutoka Angola, Cape de Luanda walishawahi kuwaondosha klabu bingwa timu tishio sana katika mashindano haya ya klabu bingwa Afrika maarufu kama Mamelodi Sundowns kutoka kule South Africa, maarufu kama Abayero. Moja kwa moja, vitu ambavyo vimekuwa vikipasua vichwa vya mashabiki pale kwenye viunga vya Msimbazi ni kuhusu mlinda mlango wao wa sasa Yakubu Selemani, kutokana na kiwango alichokionyesha katika kipindi hichi cha karibuni katika mechi ya kirafiki dhidi ya Tanzania na Kuwaiti baada ya kuruhusu nyavu zake kutikiswa mara nne, imepelekea mashabiki yao wa Msimbazi kupata wasiwasi kutokana na mlinda mlango huyo kwa kiwango alichokionyesha, huku wakipiga makelele na kumkumbuka mlinda mlango wao pin pin kama la almaarufu kama Spiderman baada ya kuondoka kutokana na majeruhi ya muda mrefu sana na kwenda kutibiwa huko nje ya nchi. Swali ni je, kwamba Yakubu Selmani Atawezaje kuifikisha Simba katika robo fainali ambayo imekuwa ni kawaida yao kufuzu katika hatua hiyo? Na je, itakuwaje kama watakutana na miamba ya Experience Tunis? Maana baada ya mechi hii ya Angola na wale jamaa wa Cape de Luanda, basi uwezekana timu hiyo ikakutana na wale miamba kutoka pale Tunis almaarufu kama Experience de Tunis. Je, yeah, wataweza tena kufuzu hatua ya robo fainali kama wanavyosema wao mashabiki wa Msimbazi kwamba robo fainali wao sio shida zao? Basi twende tukalisimamishe saa letu hili katika pale weekend hii katika viwanja vya Benjamin Mkapa almaarufu kama machinjioni, na wanakauli yao mbiu wao kwao wanakuambia kwamba hatoki mtu kwa Mkapa. Je, yeah, ni kweli ni kwamba hatoki mtu au itabaki kuwa stori tu kwamba viunga hao vya Msimbazi walishawahi kufuzu robo fainali mara sita, hii ikiendelea kwamba ikisemekana kwamba viunga hao wa Msimbazi wapo bila kipa wao Pimpin Kamala ambao ni kipa tegemezi kabisa. Basi niseme tu ya kwamba Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Simba. Uzuri ni kwamba mchezo wa mpira wa miguu uchezwa hadharani. Mpaka wakati mwingine. Katika stop watch, ni mimi hapa Tambwe Ali, ukipenda unaweza ukaniita Chuma, natokea katika viunga vya pale da town. Usisahau kuni comment, usisahau kuni subscribe, ili maisha mengine yaendelee. Usisahau pia kushare everything. Ni mimi hapa Tambwe Ali almaarufu kama Chuma. Tukutane tena wakati mwingine. Chao, bye, bye.